Wakashangaa wote wakastaajabu, wakiambiana tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparsi na Wamedi na Waerani na wa, na wa nao wakao Mesopotamia, Uyahudi, kapan kapadokia poto asia filigia na pamfilia Misri na pande zote za libia karibu na krene na, na wageni watokao Rumi wayahudi wa, na waongofu wakrete na Arabu. tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu neno la Bwana